Okay, naitwa Mr. Jadian Simon. Uh, ni mkurugenzi wa Pinaco Africa. Uh, Pinaco Africa tunafanya career guidance na career counseling kwa maana ya kuwashauri wanafunzi uh, wao kwenda kufanya masomo yao uh, kwenye vyuo vikuu, lakini pili, tuna fursa za scholarship ambazo tunatoa kwa vijana. Sasa leo tulienda airport kwa lengo moja tu. Uh, tulikuwa tuna wanafunzi ambao wanaelekea uh, vyuo vikuu vya nje ya nchi, vio mbalimbali. Huwa tunafanya airport drop kwa maana uh, ya kuhakikisha e, wametoka destination kwa maana ya manyumbani, i mean wametoka nyumbani wamefika mpaka airport, lakini kuhakikisha kila mwanafunzi ana document ambazo zinamsababisha na, na safiri, lakini pili kuhakikisha mwanafunzi hapati changamoto yoyote. Uh, wakati akiwa na safari. Kwa hiyo hiyo ndio lengo kubwa, kwa maana ya wao kufiri ile comfortability wanaposafiri. Kwa nini tunasema watu wachague pina kwa Afrika? Mm -hmm. Basically, pina kwa Afrika ni agents ambayo uh, imejikita kwenye kutoa ushauri, kwa sababu tumeona gap lililopo kubwa ni kwenye ushauri wa programs mbalimbali wazazi wanasema mtoto asome afaulu, ni kweli, na wazazi vile vile wanasema mtoto asome afaulu. At the end of the day watoto wakishafaulu, linabaki je sasa wafanye nini baada ya kufaulu. Sasa pia kwa Afrika huwa tunachukua hiyo nafasi, ushauri wa, wa program mbalimbali mbali, ambazo zinafanyika vyuo uh, vikuu, kwa maana ya kozi tofauti tofauti za engineering uh, paramedical, management na nyinginezo, lakini kwa level zote, kuanzia level ya diploma tunapeleka nje mpaka PhD. Kwa hiyo hiyo ni sababu ya kwanza, tunajikita sana kwenye kushauri, sababu watu wengi hawajijui program, na kutokana na mabadiliko ya teknolojia aa, kuna program mpya ambazo wanafunzi wengi hawazijui. Kwa mfano kuna kozi ambazo zimeingia mpya, kwa mfano mechatronics engineering, watu wengi hawajui. Kwa hiyo tuna kozi mpya mpya nyingi kutokana na ule uhitaji wa teknolojia, lakini cha pili Pinako Africa ni agency ambayo unaweza kuiamini kwa asilimia mia moja. Kwa nini? Sisi mwanafunzi akishafanya uh, application kwetu, malipo mwanafunzi analipa chuoni moja kwa moja, sisi tunahitaji tu receipt peke yake, na uh, uzuri katika Pinako Africa hakuna mzazi ambaye atalipa Pinako Africa kabla ya mtoto kuondoka wazazi wote wanalipa malipo pinako Africa baada ya mwanafunzi kuondoka. Kwa hiyo tunauhakika na kazi tunayoifanya, ndio maana tunasema wazazi wachague pinaco Africa. Lakini cha tatu, tuna scholarship mpaka za asilimia mia moja. Kwa mfano tuna course ya pharmacy, tuna course za engineering zote, kwa mfano cyber security, data science tuna artificial intelligence tuna internet of things. Hizo ni kozi ambazo zinatolewa kwa asilimia mia moja kwenye ada, kwa maana mwanafunzi akijapila kwa Afrika hatalipa ada kabisa, badala yake atalipa accommodation tu ambayo ni chakula na malazi. Lakini chakula na malazi kwa mwaka nayo haitazidi milioni 5.5 kwa mwaka mzima. Kwa hiyo tunasema wazazi wakaribie pina, uh, uh, pina kwa Afrika kwa maana kuja ofisini kuja kupata fursa mbalimbali kwa ajili ya vijana wao wanaomaliza kidato cha sita, lakini wengine ambao tayari wamefanya bachelor kwa ajili ya masters, lakini na wengine ambao tayari wana masters kwa ajili ya kufanya PhD. Hivyo ndo vitu vikubwa ambavyo tunaweza kujivunia kwamba pina kwa Afrika watu wanakuja ofisini kupata fursa kwa sababu ya hivyo vijezo. Pina kwa Afrika tunapatikana Oster Bay Da Free Market Mall uh, jijini Dar es Salaam, ni Ali Hassan Mwinyi Road, basically tuko mkabala na Leaders Club. Tuna tunadili na wazazi wenye kipato kuanzia kipato cha kati kwa maana ya uh, mtu akiwa na milioni 5.5 anaweza akampeleka mwanafunzi kwenda kusoma nje ya nchi hiyo ni inaikudi chakula, malazi pamoja na ada kwa mwaka mzima. Usalama ni jambo la msingi sana kwa vijana wote, sio ambao wanasema tu nje ya nchi, lakini pamoja na kwa sisi pina kwa Afrika. Kitu kikubwa ambacho tunakuwa tunakifanya kwanza, hivi viyo, tuna kuwa, tuna vyo tunakuwa tuna mikataba navyo vyo vyote ambao tunafanya navyo kazi kwa maana ya kuhakikisha vijana wetu wanakuwa Salama. Kivipi? Aa, mwanafunzi tunataka kwa, kwa, akienda mwaka wa kwanza ni mandatory kukaa hostel, lazima akae hostel na kwa bahati nzuri sana hostel ambazo tulikuwa tunawapeleka wanafunzi kulipoti ndani ya hostel ni mwisho wa saa 12 jioni. Baada ya hapo mwanafunzi haruhusiwi kuwa nje ya hostel, that means anakuwa monitored kuliko ambavyo wanafunzi labda kukompea na wanafunzi labda wa vyuo vingine. Kwa hicho ndio kikubwa ambacho tulikuwa tunafanya kwa maana ya usalama, lakini ki-academic kwa maana ya kuhakikisha wanaendelea ku maintain mwanafunzi, uh, anapaswa kuhudhuria asilimia 75 ya mahudhurio darasani, lakini asipokuwa na mahudhurio ya asilimia 75 hata ruhusiwa kufanya mtihani wa mwisho, yani university examination. Lakini kitu kingine uh, juu ya hilo uh, tuna system ambayo mwalimu kutoka chuoni anaweza akatutumia matokeo moja kwa moja ya mwanafunzi. Nafikiri mmesikia hizo habari ya kwamba mwanafunzi anaweza kawa anatuma matokeo nyumbani, tofauti ambayo sio matokeo yake, kumbe mwanafunzi labda alishafeli alishapata supplementary na nini, alafu ameshindwa kwenda kuzitoa. Kwa hiyo tunapata matokeo moja kwa moja kwenye system vio vina podi moja kwa moja kwenye, kwenye, kwenye sisimu yetu. Lakini na sisi tunawashirikisha wazazi moja kwa moja kwa maana ya kuwatumia hayo matokeo. Kwa hata kama mtoto atatuma matokeo ambayo ni tofauti na yale yayechuoni, mzazi atakuwa ameshayapata moja kwa moja kutoka kwetu. Kwa maana hiyo utajua maendeleo ya kijana wako akiwa chuoni. Kwa maana ya usalama wa kielimu hauwezi kukwepa ushirikiano, kwa maana ya mwanafunzi anapoondoka hapa Tanzania anahitaji document nyingi sana. Kwa hiyo obvious, uh, tutahusisha uh, taasisi mbalimbali zinazotoa mbali, hizo document kwa mfano uh, mwanafunzi atahitaji kupata labda document kutoka uh, Wizara ya Elimu chini ya TCU, then lazima tutamprosesia uh, hizo document, then lazima tu tuna mahusiano, kwa sababu bila kufanya hivyo itakuwa ni ngumu sana kupata hizo document. Kwa maana na mahusiano tunazungumzia kwa maana ya kuwa na simple kufanya kusimplify kwa maana ya kutuma application na, ku, na kuweza kupata ndani ya muda ambao unatakiwa. Lakini cha pili mahusiano yanakuja kwenye kufanya, uh, education fairs. Uh, haya makampuni mbalimbali pamoja na taasisi za kielimu huwa zinafanya maonyesho ya elimu, kwa sisi huwa tunafanya kuhudhuria kwa maana ya kuhakikisha kwamba tunaenda kutoa pia elimu kwa vijana ambao watahudhuria kwenye hayo uh, maonyesho. Lakini kwa nje ya nchi tuna mahusiano na vyuo vikuu, na ndo kimsingi ndo ambao tunafanya nao kazi. Vyuo vikuu vyote tuna mikataba nao, ambayo tunafanya nao kazi kwa, tuna mahusiano makubwa sana na tunahakikisha mwanafunzi anapofika kule lazima apokelewe na chuo. Chuo ndio kinamfuata airport, wanahakikisha mwanafunzi amefika. Lakini kikubwa pina kwa Afrika sasa tuna certification ya kimataifa inaitwa ISEF, kwa maana ya hiyo organization ndio ambayo inasimamia agency zote duniani. Kwa hiyo tumekuwa saa hizi accredited na hiyo ISEF ambayo makao yake makuu yako Ujerumani. Kwa hiyo kwa kupitia mahusiano yetu pina kwa Afrika na ISEF, then pina kwa Afrika inaweza sasa ika recruit wanafunzi sio kutoka Tanzania tu. Sasa tunaweza tukamtoa mwanafunzi kutoka Malawi tukampeleka India ama tukamtoa mwanafunzi India tukampeleka Canada, au tukamrecruit mwanafunzi kutoka USA tukampeleka Poland au Malaysia au China au nchi nyingine yoyote, kwa maana saizi sasa kimahusiano, kwa maana ya taasisi ya nje, yamekuwa ni makubwa sana. Lakini kwa Afrika imejikita kwenye elimu ya juu na basically hata usajili wetu ni higher education kwa hiyo tuna recruit wanafunzi wanaowazia diploma, ambao wanaenda kusoma masters, ambao watafanya bachelor na ambao wanaenda kufanya PhD. Tuna huduma inaitwa HR solution. HR solution ni kwa ajili ya wanafunzi wetu ambao wanakuwa wamemaliza vyo vikuu vya nje ya nchi ambao tumewapeleka Pinnacle. Uh, mwanafunzi akishamaliza na hata kabla hajamaliza, kuna kipindi cha internship au wanaita field au industrial training huwa tunahakikisha mwanafunzi uh, akiwa anahitaji field ni sisi Pina kwa Afrika, tutashughulika naye kwa maana ya kama anataka kufanya nje ya nchi, tutaomba kule, whether ni hospitali ama ni kampuni, ataenda kufanya uh, training kule, kwa maana ya field. Lakini kama wanafunzi anataka labda arudi nyumbani aje afanye field, ni Pina kwa Afrika itashughulikia moja kwa moja. Lakini cha tatu, mwanafunzi akishamaliza Unajua kuna haya makampuni ambayo yanakuwa yame yametoka nje ya nchi either wana hospitali hapa au wana makampuni hapa. Kwa hiyo wanataka sasa aa, wanafunzi kwa ajili ya wao kwenda kuanza kufanya kazi baada ya masomo yao, lakini kumbuka, watu wengi wanapenda kufanya kazi kutokana, wanapenda kufanya kazi na wale watu ambao wanazifahamu kacha zao. Kwa hiyo kama wanafunzi ametoka Malaysia, tuna kampuni hapa ya Malaysia, tunafanya connection kwa maana ya kumuunganisha akafanya kazi kule tunampelekea CV zake. Kama amesoma India basi kuna hospitali hapa ambayo ya India tutawapeleka, kwa sababu wanaamini kwamba anazijua kacha ya India na nini, kwa wanaweza kufanya naye kazi vizuri. Au kama nchi yoyote wana kampuni hapa na mwanafunzi amemaliza kule, basi akija hapa amemaliza, tutawachukua CV zake tunapeleka huko. Baada ya hapo, tutakuwa tuna mahusiano ya kawaida, kwa sababu mwanafunzi anakuwa, kumbuka, mwaka wa kwanza, mwaka wengine wanasoma miaka mitatu, wengine miaka mitano wengine mpaka sita wanaenda kusoma udaktari, kwa hiyo tunakuwa tuna mahusiano. Lakini tukishamaliza sasa kwenye swala la kielimu, kwa maana ameshapata ajira hapa Tanzania, sasa baada ya hapo inakuwa ni mahusiano sasa ya kawaida, kwa sababu tunakuwa kama ndugu. Sasa ndo inakuwa hivyo. Wito wangu kwa wazazi nasema, wazazi wasiogope, wasifikiri kwamba kusoma nje ya nchi ni kitu kikubwa sana, kwamba wanahitaji kuwa na mamilioni ya ya fedha. Hapana. Jamani, ni milioni tano kwenda tano, mtoto anasoma nje ya nchi, chakula, malazi na ada. Imagine hivi vyote anaweza akavipata kwa kiasi hicho, kiasi hicho cha fedha. Kwa hiyo wasisite. Tuna changamoto, lazima tuikubali kwamba enrollment capacity ya vyuo vya afya imekuwa ni ndogo kwa kwa kwetu, lakini mzazi anaanza kukopa sasa. Kama mtoto amekosa kozi za afya hapa Tanzania ataenda kusoma wapi jamani? Tuna kozi za milioni 5.5. Tuna radiology, tuna pharmacy, tuna cardiovascular, tuna physiotherapy, tuna medical lab na kozi nyingine zote pamoja na kozi za engineering, hasa ambazo wanasema ni kozi za kipaumbele, kama hizo ambazo ni zitaja kwamba data science, tuna artificial intelligence, internet of things na cyber security jamani, hizo kozi zote tunazo na zinapatikana kwa kiasi kidogo kabisa cha fedha, na uzuri zaidi hicho kiasi cha fedha hakilipwi mara moja, utalipa kwa installment. Karibu sana pinako Afrika. Uh, tunapeleka nchi tofauti tofauti duniani. Tuna sana sana tunapeleka uh, Turkey, tunapeleka India, uh, tunapeleka Canada, tunapeleka USA Tunapeleka Malaysia, tunapeleka Australia, lakini vile vile tuna Dubai, yes, tuna Poland. Lakini kwa Afrika tuna nchi moja inaitwa Mauritius. Na hapa Mauritius tunapeleka kwa sababu kuna vyuo vizuri vya Uingereza no, no. Pale kuna chuo kimoja cha Uingereza tunapeleka, lakini tuna vyuo vingine kutoka nchi tofauti tofauti viko Afrika then unaweza ukapata uka gharama ya kusoma ya Uingereza ukapata hicho chuo uka uka uka uka uka kwa gharama ndogo, kwa sababu chuo kiko Afrika. Kwa mfano Middlesex University, kwa gharama ya Uingereza utapata sio chini ya milioni 30 ukiwa Uingereza, hicho hicho chuo. Lakini kwa Dubai utakipata kwa gharama pia sio chini ya milioni 26, lakini imagine kwa Afrika, hapo Mauritius, the same university same certificate tunaipata kutoka kwenye chuo cha Uingereza, utalipa euro 5000 tu ambayo ni kama milioni 12 13 za Kitanzania, lakini kumbuka itakuwa ni bachelor yenye hadhi ya UK. Watu wengi wamekuwa wakifanya uh, kama pina kutoka, tunafanya mwanzoni kwa maana ya kuhakikisha wanafunzi wanatoka Tanzania kwenda nje ya nchi, lakini pina kwa Afrika uh, tumekuja kuona kuna uhitaji wa wanafunzi kutoka nje ya nchi kuja kufanya masomo yao ndani ya nchi. Kwa mfano tuna wanafunzi ambao tumatoa Irani. Kuna wanafunzi wengine kwa mfano wamemaliza hapo masters, muimbili alikuwa ni daktari, lakini amekuja kufanya masters ya radiology mm -hmm. hapo uh. Kwa hiyo tuna mika, pia tuna, tuna mahusiano na vyuo vya hapa lakini pia kuna nchi jirani na Tanzania, kwa mfano Malawi, Zambia wanahitaji kuja kusoma hapa, kwa hiyo tuna wakaribisha pia wanafunzi wa nchi nyingine, pamoja na kwamba naongea Kiswahili wanaweza wasinielewe, lakini aa, kuna uhitaji huo wa, wanahitaji na tuna waplaya. Kwa mfano kuna mwingine amenipigia kutoka Katari anataka kuja kusoma Tanzania, na anataka chuo cha afya aje asome pharmacy. Kwa hiyo anatumia matokeo, tuna process, atakuja kwa taratibu zetu za nchi, ni lazima certified kwa kupitia TCU kwa, tutampelekea vyeti TCU kuhakikisha kwamba je ana qualify vigezo vya, kwa vya kusoma vyo vya ndani. Akishafanya application baada hapo akija, tutampeleka TCU, lazima achukue, kuna kitu kinaitwa foreign award certificate ambayo inaonyesha kwamba okay, anafaa uh, yeye kusoma hayo masomo ndani ya, ndani ya nchi. So hakuna one way, kuna two way, tunapeleka nje na kutoa nje kuleta ndani wanafunzi ambao wanakuwa wana uhitaji huo. Kwa hiyo karibu sana Pina kwa Afrika kwa uh, huduma zote ambazo nimeweza kukutajia uh, lakini Pina kwa Afrika tuna service nyingine tofauti tofauti katika hili tunalolifanya. Kitu cha kwanza tunafanya career guidance na counseling, lakini kitu cha pili tunafanya course selection kuhakikisha mwanafunzi amechaguliwa kwenye course husika, ambayo anakuwa uh, anahitaji baada ya sisi kumwelezea, lakini kingine tunafanya uh, airport drop kwa maana ya kumpeleka mwanafunzi airport. Lakini kingine mwanafunzi lazima apokelewe, lakini asipo, kama atakua apokelewe kwa maana ya kundi kubwa la wanafunzi wanasafiri, tutahakisha tunasafiri nao na tunawapeleka mpaka vioni. Kwa hiyo ukiachana na airport pick up, tunawapeleka mpaka vioni kuhakikisha wanafunzi wamesafiri salama na wamefika pia uh, salama. Lakini mwanafunzi kama anakuwa na changamoto nyingine za documentation, kwa mfano mwanafunzi labda amefika, ametoka mkoani mwingine, hajawahi kufanya application yoyote ya passport na nini. Kwa hiyo tunafanya, tunamfanya assistance ya kufanya passport application. Kwa hiyo tunamwombea, alafu tunampeleka uh, mpaka mahali husika ambapo yeye ataenda kufanya hiyo passport, lakini mwanafunzi lazima pia tumfanyie application ya visa. Tunafanya application na kumpeleka mpaka ubalozi husika kwa ajili ya yeye kupata uh, hiyo visa yake. Uh, ni rahisi sana sisi kufikiwa na wanafunzi tofauti tofauti, whether yuko Mbeya au yuko Mwanza au mkoa mwingine wote ambao uko nje ya Dar es Salaam. Uh, kwanza tuna mawasiliano kwa maana ya namba za simu ambazo ni 0785946212 hiyo ni Airtel, lakini vile vile tuna Vodacom ambao ni 0744440560 lakini cha pili, tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana Instagram kwa Pinaco underscore Africa lakini vile vile tunapatikana Facebook pinaco underscore Africa. Lakini vile vile tuko TikTok kwa mitandao ya vijana hey, tupo uh, tunapatikana pia kwa jina la Pinaco Africa. Lakini pia kama utahitaji uh, kuona tuna service gani kwa ujumla, unaweza ukaingia kwenye website yetu www. pinaco Tz. unaweza ukaona, uh, I mean services mbalimbali ambazo zinafanyika uh, ndani ya pinap. Kwa hiyo hauhitaji kufika ofisini kufanya application, tutakutumia kwa njia ya email hiyo uh, form ambayo kama utahitaji, lakini vile vilevile tunaweza uh, tutakutumia kwenye whatsapp. Sasa mambo yamebadilika, karibia kila mzazi ana whatsapp, kwa tunaweza tutakutumia pia kwenye whatsapp ukajaza hiyo form ukaiskani ukatuma, kama ambavyo tunafanya kwa wanafunzi wengine ambao hawako Tanzania lakini wanasafiri kwenda nchi mbalimbali. Kwa mfano watu wa Malawi tunafanya sana application kwao, ah wao wana wanaomba vyo kupitia kwetu kwa kutumia online, kwa kutumia kwenye email. Wakishatuma sisi tunaenda tunatuma chuoni, tukishatuma chuoni tutapewa offer letter, tutawatumia, watafanya kule uh, visa na documentation zote then baada ya kufanya visa tutawatumia chuo uh, baada ya kufanya visa wataondoka. Wakiondoka kule, tutawatumia ticket za ndege chuoni. Wakishaondoka watapokelewa na chuo kile, kule. Kwa hiyo inakuwa haina ina shida yoyote, so the same applies wa kwa Watanzania, sio lazima ufike ofisini, unaweza ukatuma kwa kutumia hiyo mitandao uh, ya kijamii hata kwa DM kwa Instagram, lakini vile vile utatuma kwenye uh, WhatsApp ama um, kwa uh, kutumia emails uh, za kampuni Labda emails naweza nikakutajia hapo uh. Tuna email tofauti tofauti, tuna info at pinacoafrica.co.tz, ama ukaweza kutuma kwenye email ya admission, kwa maana ya kuhakikisha kwamba document zimetimia. Kuna mtu wa admission ambayo anazipokea hizo uh, ni admissions at pinacoafrica.co.tz Africa, Innovate, uh, inspire, impact.